Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya siku kumi za maombi kwa mwaka wa 2026. Mada kuu katika mwaka huu inasema kufunguliwa, na leo katika mfululizo wa masomo haya tutaenda kuiangazia siku ya sita inayoenda kutupatia mada isemayo simama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na umfuate kwa utimilifu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu shemali pasiri juu mbinguni. Tunaalika uwepo wako ende pamoja nasi siku ya leo. Tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mada leo nasema simama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na umfuate kwa utimilifu. Matendo ya Mitume sura ile ya pili, aya 14, sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 31. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Maombi. Chunguza neno. Soma matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, aya 13, sura ya pili, aya ya kwanza hadi ya tano. Na aya ya kumi na moja. Neno la Mungu linasema, Matendo moja kumi na tatu, hata walipoingia wakapanda orofani walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartolomayo na Mathayo Yakobo Alfayo na Simon Zelote na Yuda wa Yakobo.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 Matendo Makuu ya Mungu. Je, yeah. Petro alikuwepo katika chumba cha juu? Roho Mtakatifu alifanya nini kupitia kwake na wengine waliokuwa humo katika siku ya Pentekoste? Hekima kutoka kwa Ellen White. Tazama watu wakitoka pande zote wakitoa ushuhuda wa ukweli kama ulivyo katika Yesu. Walikuwa wakiendelea kusongamana wakilijaza hekalu. Viongozi na makuhani walikuwepo pale, nyuso zao zilikuwa zimekunjamana na chuki ikiwa imetanda katika nyuso zao, mioyo yao ilikuwa imejaa chuki isiyokwisha kwa Kristo mikono yao ilikuwa imenajisika kutokana na kumwaga damu kwa kumsulubisha Mwokozi wa ulimwengu. Walidhania wangewakuta mitume katika hali ya kutishika kwa hofu kwa sababu ya mkono mzito wa uonevu na uuaji, lakini walishangaa kuwakuta wako juu ya uoga kwa kuwa walikuwa wamejawa na Roho Mtakatifu, wakitangaza kwa nguvu Uungu wa Yesu wa Nazareti. Waliwasikia wanafunzi wakitangaza kwa ujasiri kwamba, huyo aliyekuwa amedhalilishwa, kudhihakiwa na kupigwa na watu wakatili na kusulubishwa ndiye Mkuu wa Uzima, akiwa ameinuliwa juu sana na kuketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Matendo ya Mitume, sehemu ya kwanza Ukurasa wa 33 hadi 34. Kusudi la ombi. Omba kwa ajili ya ujasiri mtakatifu ili kuwa kile ambacho Roho Mtakatifu amekuita kuwa. Wanafamilia au marafiki, shughuli ya kushirikiana. Iulize familia yenu au kikundi cha marafiki ni wakati gani na wapi ambapo unajihisi kuwa na ujasiri zaidi wa kuzungumza? Toeni nafasi kwa kila mtu kushiriki. Leo tutachunguza ujasiri unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Chunguza Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya ya 14 ambayo inasema lakini Petro akasimama pamoja na wale kumi na mmoja, akapaza sauti yake, akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na nyinyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili mkasikilize maneno yangu. Tukizingatia kwamba Petro alikuwa amekiri hadharani kuwa hamjui Yesu takribani majuma saba kabla ya Pentekoste. Ni hatua zipi za kushangaza ambazo Petro alizichukua alipokuwa amejazwa Roho Mtakatifu? Hekima kutoka kwa Ellen White: waliweza kulitaja jina la Yesu kwa ujasiri, kwani yeye hakuwa rafiki yao na ndugu yao mkubwa. Walipoletwa karibu zaidi katika ushirika na Kristo, walikuwa wakiketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho kwa lugha inayochoma iliyokuwa kwenye nia zao walitoa ushuhuda uliokuwa unamhusu Mwokozi. Mioyo yao ilikuwa imelemewa na mzigo wa kutenda mema vilivyo, kiasi kwamba iliwasukuma kwenda mpaka kwenye miisho ya dunia, wakiushuhudia uweza wa Kristo. Walikuwa wamejawa na shauku kubwa kuiendeleza kazi aliyokuwa ameianzisha. Walitambua ukubwa wa deni lao kwa mbingu na wajibu kwa kazi yao. Wakiwa wameimarishwa kwa kujazwa na uweza wa Roho Mtakatifu, walisonga mbele kwa ari ili kuendeleza ushindi wa msalaba. Roho alikuwa amewasisimua na alikuwa akinena kupitia kwao. Amani ya Kristo iliakisiwa kupitia katika nyuso zao walikuwa wamejiweka wakfu kwake kwa ajili ya utumishi, na mwonekano wao ulikuwa umebeba ushahidi wa kujitoa kwao. Matendo ya Mitume, sehemu ya Kwanza, ukurasa wa 36 hadi 37. Kusudi la Ombi. Mwombe Roho Mtakatifu kuwaweka huru kila mtu katika familia na mzunguko wa rafiki zenu ili kuweza kushiriki habari njema za Yesu na mtu yeyote. Familia ya kanisa, ukaribisho, ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote. Kaeni katika vikundi vyenu vidogo. Timu ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, Mtaisikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo. Mtakaposikia, tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo. Sifa. Vikundi vidogo. Ufunuo wa Yohana sura ile ya kwanza imejaa majina mengi ya Yesu. Msifu Yesu kwa moja ya majina yake yaliyopatikana katika sura hii. Wote imbeni wimbo wa sifa. Ungamo. Vikundi vidogo, soma Ufunuo wa Yohana sura ile ya kwanza aya 5 sehemu ya mwisho, ambapo imeandikwa, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Waombe washiriki wa kikundi wachukue muda binafsi kwa ajili ya kuungama, pokeeni msamaha wenu ndani ya Yesu yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Wote imbeni wimbo wa ungamu. Omba vikundi vidogo. Mwombeni Mungu Baba kwa jina la Yesu ambaye yu hai milele na milele. Funua Yohana sura ile ya kumi na nane, atume Roho Mtakatifu alibariki neno lake. Wote Imbeni wimbo kuhusu Roho Mtakatifu. Shuhudia vikundi vidogo. Unda vikundi vya watu wawili au watatu ndani ya vikundi vyenu vidogo, ulizeni na kujibu: Mungu alikusaidia vipi kufanya changamoto ya saa 24 ya jana? Changamoto ya saa 24 ya jana ilisema omba kila siku ili kupokea ubatizo mpya wa Roho Mtakatifu. Ikiwa inawezekana, piga magoti leo na mombe Mungu zawadi hii ya thamani. Tubu juu ya chochote ambacho Roho Mtakatifu anakusihi kuacha. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya ya 14 na sura ya nne aya ya kwanza hadi 31 kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Shughuli ya kushirikiana Kiongozi kwa wote. Je, ungefanya uamuzi wa kusimama peke yako katika chumba kilichojawa watu? Ikiwa kila mtu aliyesimama angepewa tiketi ya ndege ya bure kwenda popote ulimwenguni? Ikiwa mtu wa kwanza kusimama angepewa dola za kimarekani elfu moja? Ikiwa mtu wa kwanza kusimama angepewa dakika tatu kusema chochote kwa kila mtu aliye ndani ya chumba? leo tutaangalia neno la mungu kuhusu kuthubutu kusimama kwa ajili ya yesu kristo ibada katika neno vikundi vidogo soma matendo ya mitume sura ile ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na tatu neno la mungu linasema hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Wakawakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama elfu tano. Hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu na Kayafa pia na Yohana na Iskanda na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu, walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema lilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli, ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo na limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu; wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Mwandishi anauliza ni sababu mbili zipi zilizosababisha Petro kuwa jasiri kwa ajili ya Kristo? Angalia Matendo ya Mitume sura ile ya 4 aya 8 na 13. Soma Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 21 hadi 31 ambapo inasema, nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli, wakatuma watu gerezani ili wawalete hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipoufungua hatukukuta mtu ndani. Basi jemedari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hilo? Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. Ndipo ile jemedari akaenda pamoja na watumishi wakawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe. Walipowaleta wakawaweka katika baraza, kwani mkuu akawauliza akisema, Je, Hatukuwaamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti, mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na Mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Waumini waliomba kwa ajili ya nini? Hekima kutoka kwa Ellen White: wale waliokuwepo waliokumbuka kile alichokuwa amefanya Petro wakati wa mashtaka ya bwana wake, Walijidanganya kuwa Petro angeogofywa kwa kitisho cha kufungwa gerezani na kuuawa, lakini Petro aliyekuwa amemkana Kristo katika saa yake ya uhitaji mkubwa, alikuwa mwepesi wa hasira na mwenye kujitumainia mwenyewe, akitofautiana sana na Petro aliyekuwa sasa ameletwa kwenye baraza kuu la Wayahudi Sanhedrin, kwa ajili ya kuhojiwa. Tangu anguko lake hilo, alikuwa ameongoka hakuwa tena mwenye kiburi na majivuno alikuwa mwenye staha na asiye jitumainia alikuwa amejazwa na roho mtakatifu na kwa msaada wa nguvu hii alikuwa amekusudia kuondoa uchafu wa uasi kwa kuliheshimu jina alilokuwa amewahi kulikana matendo ya mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 52 kusudi la ombi kiongozi kwa wote pamoja na kikundi chenu kidogo, mwombeni Roho Mtakatifu amsaidie kila mtu ndani ya kikundi chenu kuzungumza neno la Mungu. Kwa ujasiri mtakatifu na kwa upendo mkuu wa Mungu. Wito kiongozi kwa wote. Ni nani hapa usiku wa leo ameshuhudiwa moyoni kwamba woga ndio kizuizi cha kushiriki habari njema za Yesu na familia, marafiki wanafunzi wenzetu, majirani wenzetu, kazini, au watu tusiowafahamu? Njooni muungane nami katika kuomba kwa ajili ya ujasiri mtakatifu wa Roho Mtakatifu ili tumshiriki Yesu popote wakati wowote, bila kujali gharama. Changamoto ya saa 24. Kiongozi kwa wote. Mwombeni Mungu awape ujasiri wa Kristo ili mshirikiane na wengine kuhusu kile anachokifanya katika maisha yenu. Ombeni. Mwombeni Mungu awaongoze kupitia Roho Mtakatifu kumwendea mtu anayehitaji kusikia ushuhuda wa kile Yesu anachokufanyia katika maisha yako. Shiriki habari za Yesu na mtu huyo kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya 17, aya ya 18, na Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 24 hadi 31. Hii ni siku ya sita katika mfululizo wa siku kumi za maombi. Somo linasema simama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na umfuate kwa utimilifu. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema ya somo hili.